Mwenyekiti wa zamani wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Mheshimiwa Freeman Mbowe amehusishwa na chokochoko choko zinazoendelea ndani ya chama hicho, yaani Chadema, ambapo katika siku za hivi karibuni kundi kubwa la wanachama wa chama hicho wamejivua wanachama, huku wakidai pamoja na sababu nyingine kwamba wamekuwa wakinyanyaswa kutokana na ukaribu wao na Mheshimiwa Mbowe. hata hivyo, Mheshimiwa Mbowe hajatamka chochote na ukimya wake umetafsiriwa kuwa anaunga mkono yanayofanywa na hao wanachama, baadhi ya wanachama wa Chadema. Makala hii natupia jicho kuhusu swala hilo na kueleza nini tutarajie zaidi huko mbeleni. Kama mnavyofahamu, Januari ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, Chadema ilipata uongozi mpya ambapo uh, aliyekuwa makamu mwenyekiti wa taifa kwa upande wa bara Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu alifanikiwa kumbwaga aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho kwa zaidi ya miaka ishirini Mheshimiwa Mbowe na kuwa mwenyekiti mpya wa Chadema. Hotuba ya mwisho au tukio la mwisho la hadharani la Mheshimiwa Mbowe lilikuwa ni kutoa hotuba ya kukubali matokeo ya uchaguzi wa huu uchaguzi mkuu wa Chadema na wengi walimpongeza kwa uungwana wake haku na akasisitiza, kuhusu mshikamano, akautaka uongozi mpya uzike makundi yaliyojitokeza wakati wa kampeni za uchaguzi, na watu wengi walitarajia kwamba uchaguzi utabaki nyuma na chama kitaendelea vema. Hata hivyo hali imekuwa tofauti. Mara baada ya mheshimiwa Lissu kuingia madarakani, kumejitokeza chokochoko -choko ndani ya Chadema ambapo hatimaye liliibuka kundi linalojitambulisha kama G55 na kundi hili mwanzoni lili, kutoke, kujitokeza hadharani li, lilifanya kuweka statement hadharani kupitia kwenye mitandao ya kijamii na sahihi mbalimbali zilikuwepo. La kusikitisha wakati ule ni kwamba baadhi ya sahihi zilihusisha viongozi waliokuwa madarakani kwa wakati huo katika chama hicho cha demokrasia na maendeleo Chadema. Baada ya kuweka waraka huo ambao ulikuwa na saini na majina yao lakini pia kwa nini G uh, hamsini na tano imejitokeza na nini hoja zao? Um, tukio hilo halikupokelewa kwa msisimko mkubwa, watu wengi waliwapuuzia, wakadai kwa hawa na tamaa tu ya madaraka na vitu kama hivyo. Baada ya kuona kwamba wananchi kama wamewapuuza, wakaamua kuitisha mkutano na waandishi wa habari, kufanya press conference na kueleza kimsingi. Press conference yao ilikuwa inarudia yale walioandika katika ile barua, katika ule waraka wao kubwa walilokuwa wanadai ni kupingana na ajenda ya no reforms, no election kwa madai kwamba wao uh, wanaunga mkono reforms lakini hawaungi mkono kutoshiriki uchaguzi, na wakidai kuwa maafikiano yaliyokuwepo huko nyuma wakati mheshimiwa Mbowe akiwa madarakani hayakuhusu kutoshiriki uchaguzi, wakati hili si kweli kwa vile tamko rasmi na pengine la kwanza la no reforms no elections lilifanyika tarehe mbili ya mwezi wa 12 mwaka 2024 na, na tamko hilo lilitolewa na mheshimiwa Freeman Mbowe wakati huo akiwa mwenyekiti wa taifa wa Chadema. Kwa hiyo si kweli kwamba habari za no reforms no elections zimeanza na mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo baada ya kutoka hadharani na kufanya hiyo press conference, ambayo pia haikupata mapokezi mazuri hivi karibuni, uh, takriban watu wote wanaojihusisha na kundi la G hamsini na tano wamejivua wanachama wa Chadema na hoja kubwa ambayo wamekuwa wakishikilia licha ya hiyo ya kudai kuwa wanaunga mkono reforms, lakini hawaungi mkono kutoshiriki uchaguzi. Ah, hoja nyingine msingi kwao wamedai kuwa wamekuwa kibaguliwa na kubaguliwa kwao kuna sababishwa na wao kuwa na ukaribu na Mheshimiwa Mbowe. Um, sasa kwa nini Mheshimiwa Mbowe sasa watu wanaanza kumuhusisha na yanayoendelea ndani ya Chadema hususan kuhusiana na G55. Matukio kadhaa moja ya matukio makubwa ni hilo lilikuwa la kundi la G55 ambalo ndilo lilikuwa la kwanza katika mlolongo wa matukio ambayo itayaongelea katika makala hii. Lakini hata hivyo, pamoja na jina la Mheshimiwa Mbowe kuwa limetajwa sana, hakuwe, hakuwahi kutamka lolote, hakuwahi kusema lolote, hakuwahi kukanusha kuwa watu hao anahusika nao au wanachokifanya anaafikiana nacho. Hilo amelikalia kimya na hii tunazungumzia pale walipoibuka hadharani na kudai kuwa wao kama wanachadema hawafikiani na na mwelekeo wa chama chao hawafikiani na jinsi wanavyokuwa treated, kwa maana ya kunyanyaswa kama walivyokuwa wanadai. Kwa hiyo, hii pia ilikuwa ni fursa kwa Mheshimiwa Mbowe kutoka hadharani na pengine kuwasihi kwamba umoja wa chama wa, wa umoja ni muhimu zaidi katika chama kuliko, hasa akizingatiwa mwaka huu wa uchaguzi na vitu kama hivyo, lakini pia ilikuwa ni muhimu kwake kuweka kuweka hadharani kwamba ajenda ya no reforms, no election yeye alisimamia kuiasisi alipokuwa mwenyekiti. Kwa hiyo hii ingesaidia kuua nguvu ya ile kundi la G55, kwa sababu lilipoibuka hoja yake ya msingi ilikuwa ni hiyo ya no reforms, no election, yani kuipinga no reforms, no election. Likafuatia tukio la pili ambapo tarehe tisa ya mwezi Aprili mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano mheshimiwa Lissu alikamatwa huko Mbinga mkoani Ruvuma na baadaye kusafirishwa kuletwa jijini Dar na hatimaye kufikishwa mahakamani ambako alisomewa mashtaka manne moja likiwa shtaka la uhaini. Kuna mfanano mkubwa wa kesi ya mheshimiwa Lissu na kesi ya kubambikiwa aliyopewa mheshimiwa Mbowe. Kwa hiyo hii ilikuwa pia fursa kwa mheshimiwa Mbowe kutoka hadharani na kuongelea kuhusu swala hili la kesi ya mheshimiwa Lissu. Licha ya hilo, kulikuwa na taarifa zilizopatikana kwamba mheshimiwa Mbowe aliwahi kwenda gereza la Ukonga na gereza la Keko kumtembelea mheshimiwa Lissu. Hata hivyo taarifa hizi hazijawahi kuthibitishwa kwa sababu hakuna picha yoyote yenye uthibitisho wa tukio hili. Lakini pia ziara hiyo ilihusishwa na jambo jingine lililotokea kwa mheshimiwa Lissu, kwa sababu mara baada ya tetesi kuwa mheshimiwa Mbowe amemtembelea mheshimiwa Lissu, mheshimiwa Lissu alihamishwa kutoka gereza la Keko, na kwa muda mfupi watu walipatwa na shaka, kwa sababu walikuwa hawajui amepelekwa wapi, lakini baadaye kafahamika amehamishwa gereza la Ukonga. Kwa hiyo kukawa na tuhuma kwamba leo mheshimiwa Mbowe amemtembelea mheshimiwa Lissu, alafu ghafla mheshimiwa Lissu hajulikani amepelekwa wapi, kwa hiyo ikaleta maneno. Na hii ilikuwa fursa nyingine kwa mheshimiwa Mbowe kujitokeza hadharani, kwa maana nimemtembelea mheshimiwa Lissu na walichoongea pengine ange, ange, kama angetaka, lakini hata picha ingesaidia kuonyesha kuwa hana kinyongo na mheshimiwa Lissu na pia anamuunga mkono katika um, masahibu anayoyapitia, kwa hiyo hili nalo lilikuwa miongoni mwa mambo yanayosababisha baadhi ya watu kuhisi kuwa, yani yanayopelekea lawama dhidi ya mheshimiwa Mbowe kwamba anaweza kuwa na uhusika na yanayoikumba CHADEMA wakati huu um, sasa kumekuwa na hili swala la G55 ambalo kwa uhakika unaweza kusema kuwa limekuwa likiupinga uongozi wa mheshimiwa Lissu ndani ya CHADEMA baada ya kushindwa kwa mheshimiwa Mbowe katika uchaguzi mkuu, ambayo hii ni kinyume na wito aliotoa mheshimiwa Mbowe baada ya kushindwa uchaguzi, kwa sababu alitaka umoja na mshikamano, makundi yavunjike. Na hii ilikuwa ni fursa yeye kujitokeza hadharani kuwakemea watu wa G hamsini na tano na pengine hata kuutaka uongozi wa Chadema kwamba uwasamehe ili mambo yaende vizuri. Lakini ni muhimu kutambua kwamba wanachama hao wa G hamsini na tano walikuwa ni watu wa karibu wa mheshimiwa Mbowe wakati wa kampeni zake za kuwania uwenyekiti wa Chadema, kwa hiyo hili linamhusisha moja kwa moja. Kwa hiyo hata kama angeshindwa kukemea faragani au kukemea hadharani angeweza kuongea nao faragani kuhusiana na wanachokifanya. Jingine ambalo limejiri ni idadi kubwa ya wanachama wa G55 wametangaza kujiondoa ndani ya Chadema, na sababu wanazotoa ni hizo mbili: moja, kupingana na agenda no reforms, no elections, lakini pili, kudai kuwa na nyanyaswa kutokana na ukaribu wao na Mheshimiwa Mbowe um, n nah, kwa mara nyingine Mheshimiwa Mbowe hajatoa tamko lolote kulaani au hata kuunga mkono hicho anachokifanya. Kwa hiyo tafsiri ya ukimya huu ni kwamba a, anaunga mkono kwa sababu angekuwa pengine angeunga mkono kuna uwezekano mkubwa angejitokeza hadharani kukemea hayo yanayoendelea. Lakini pia kuna taarifa kwamba hawa watu wa G hamsini na tano wanatarajiwa kujiunga na chama hiki kinachoitwa CHAUMMA. Wengine wanadai kuwa Mheshimiwa Mbowe naye anahusishwa na hatua hiyo kwamba huenda naye akajiunga na CHAUMMA na pengine akafanywa kuwa mgombea urais kwa tiketi ya chama hicho. Lakini pia hii ilikuwa ni fursa kwa yeye kujitokeza hadharani aidha kukanusha au kutangaza. A, kulikuwa na tetezi kwamba huenda wiki hii a, kungefanyika mkutano ambao ungetangaza hatma ya G55 pamoja na Mheshimiwa Mbowe, lakini kwa mujibu wa taarifa ni kwamba mkutano huo hautofanyika angalau kwa sasa. Pia kuna tukio lililojitokeza hapa majuzi la kutekwa kwa kada maarufu wa Chadema Mdude Nyagali, maarufu kama Mdude Chadema. Hii ilikuwa ni fursa kwa Mheshimiwa Mbowe kuongea kwa sababu huyu alikuwa ni mmoja wa makada maarufu wa Chadema, lakini pia Amani Gorugwa, naibu katibu mkuu wa Chadema upande wa bara, majuzi alikamatwa uwanja wa ndege uh, jijini Dar akiwa anaelekea kwenye mkutano wa IDU, ambayo Mheshimiwa Mbowe alikuwa ni miongoni mwa viongozi wa hii IDU uh, umoja wa vyama vya mrengo kati kulia, uh, wa duniani. Kwa hiyo hii pia ilikuwa ni fursa yeye kujichomoza na kukemea haya aliyofanyiwa huyu kiongozi wa Chadema, lakini hakutoa tamko lolote kuhusu hili. Pia kulikuwa na tukio la kuvamiwa na hatimaye kupigwa kushambuliwa katibu mkuu wa Baraza la Maskofu Katoliki Tanzania, TC, Padri Dr Charles Kitima. Hii pia ilikuwa ni fursa kwa mheshimiwa Mbowe kujitokeza kukemea haya maovu yanaendelea katika jamii, kwa sababu huko nyuma yeye alikuwa ni miongoni mwa sauti ya dimu zilizokuwa zinakemea maovu, lakini mara baada ya kutoka madarakani, baada ya kuondolewa madarakani, maana ameshindwa katika uchaguzi, amekuwa kimya, kiasi kwamba haongelei maovu yanayojiri katika jamii. Wapo wanaoamini kuwa mheshimiwa Mbowe anakusudia kuwa mzalendo kimya, yani anakaa kimya ili kuepuka kukigawanya chama cha kwamba ukimya wake unalenga zaidi kukifanya chama kiwe imara kwa maana kwamba akisema anaweza akasababisha mtafaruku zaidi. Lakini wapo pia wanaosema ukimia huu ni ishara kuwa wanaunga mkono kwa faraga kile kinachoendelea hasa msimamo wa G55. Na hii inaleta mgawanyiko wa tafsiri miongoni mwa wanachama wa Chadema a, na wachambuzi wa, wa siasa. Kama kiongozi wa muda mrefu wa Chadema, Mheshimiwa Mbowe alikuwa na ushawishi mkubwa ukimya wake katika kipindi hiki kigumu unaweza kudhoofisha morali wa wanachama waliobaki. Pia kuna hofu kwamba ukosefu, ukosefu wake wa kauli unaacha pengo la uongozi wa kimaadili kwa wanachama waliomzoea kama mtetezi wao. Wapo wanaoamini kuwa mheshimiwa Mbowe anajiandaa kwa hatua ya kisiasa nje ya CHADEMA, pengine kupitia ushawishi wa G hamsini na tano ndani ya chama kipya au kingine kama vile CHAUMMA. Wengine wanaamini kimya chake ni cha muda tu na huenda akazungumza pindi hali ya kisiasa itakapotulia. Hata hivyo, kimya hiki kimezua utata unaoathiri taswira yake kama mwanasiasa aliyekuwa mstari wa mbele. Sasa, katika kuhitimisha, tunafanya outlook ya kiintelijensia ya yani, mambo ambayo tunatarajia labda yanaweza kutokea huko mbele. Kwa hiyo, ukimya wa Mheshimiwa Mbowe si wa kawaida, hasa akizingatia ujasiri aliyokuwa nao awali kukemea ukandamizaji. Kwa mtazamo wa kiintelijensia, kuna uwezekano wa aina nne. Uwezekano mkubwa highly likely Mheshimiwa Mbowe anaunga mkono kimya kimya harakati za G55 na analenga mwelekeo mpya wa kisiasa . Halafu kuna uwezekano wa kati ambao ni likely, anajizuia kuongea hadharani ili kulinda taswira ya chama au kukwepa mgogoro zaidi. Halafu kuna uwezekano mdogo less likely, hana taarifa za kutosha au uwezo wa kushiriki kutokana na sababu binafsi au za kiafya Laki, na mwisho ni uwezekano usiotarajiwa yani unlikely amekata tamaa kabisa na siasa za Tanzania. Kwa hiyo swali linalobaki ni je, mheshimiwa Mbowe atavunja ukimya wake kabla hali haijazidi kuwa mbaya zaidi, au atakuja kuibuka huko mbeleni, labda na kuongea chochote? Je, wewe una maoni gani kuhusiana na hili la ukimya mheshimiwa mheshimiwa Mbowe? Lakini pia katika hizi outlooks ambazo nimezitaja hapa mwishoni mwa makala hii basi ukipata ukiweza kutoa maoni yako kwenye sehemu ya comments itakuwa vizuri. Asanteni na kwaherini.